Umewahi kufikiria kwamba wadudu ambao hufikirii kabisa kuwa sehemu ya kinywaji au chakula chako pendwa kabisa wanaweza kuwa wamechanganywa kwenye kinywaji hicho au chakula hicho bila ya wewe kujua, na unatumia na kufurahi bila kujua unachofurahia, yamkini hukipendi kabisa kama ungejua? Hebu fikiria mtindi, wengine wanaita maziwa mgando na wengine wanaita jibini, kwa taarifa yako, ice cream au hata maziwa yaliyochemshwa au maziwa yaliyogandishwa yanaweza Kana kama mazuri sana matamu, na hata ni rahisi kusema kwamba ni matamu. Lakini kwenye mgahawa mmoja nchini Denmark wenye hadhi ya nyota mbili, wao mtindi sio ule unaojua wewe wala uliouzoea kabisa. Kwenye mgahawa huu maziwa huongezwa kiambato cha kipekee lakini cha siri kabisa, bila mteja kujua, yani secret ingredient. Kiambata chenyewe cha siri ni sisimizi. Mgahawa huu kwa jina la al Alchemist uliyoko jijini Copenhagen ambao kwa sasa unashika nafasi ya tano duniani kwenye orodha ya migahawa hamsini bora ulimwenguni. Unajieleza kama sehemu ya maabara ya kisayansi na umejikita sana kwenye majaribio ya chakula. Majaribio ya kutumia sisimizi yalianza baada ya wafanyakazi kugundua kuwa maziwa huanza kuganda, yani kuwa mtindi, pale yalipoachwa kwenye jokofu lenye sisimizi moja ndani yake. Ugunduzi huu ulisababisha kuanzishwa kwa mradi wa majaribio uliohusisha wanaanthropolojia, wabunifu wa chakula na wana sayansi wa chakula kama anavyoeleza mtafiti mkuu wa ubunifu huo Nabila Rodriguez Valeron. Nabila ni mkuu wa idara ya uchachushaji wa ladha katika kampuni ya teknolojia ya chakula ya Denmark ya Sum Ingredients, zamani ilijulikana kama Natruman, na pia alikuwa mwanasayansi wa chakula katika mgahawa wa Alchemist. Pia ni mmoja wa waandishi wa utafiti huu uliochapishwa katika jarida la I Science. Kwa mujibu wa utafiti huo, uchachushaji wa maziwa kuwa jibini au mtindi ulianza takriban miaka elfu kenda iliyopita katika eneo la Anatolia ambalo sasa ni sehemu ya Uturuki ya sasa. Zamani, vijidudu vilivyokuwa kwenye mimea ya asili viliongezwa kwenye maziwa ili kuanzisha mchakato wa uchachoshaji ama wa ugandishaji wa maziwa unaogeuka kuwa mtindi mnene na wenye ladha ya uchacho. Hata hivyo, baada ya wataalamu wa vimelea kuweza kutengeneza mtindi ndani ya maabara mwanzoni mwa miaka ya elfu moja na mia kenda kulikuwapo na mabadiliko kutoka kwa mtindi wa jadi hadi ule wa kisasa wa viwandani ambao hutumia aina mbili tu za bakteria wa asili yani asidi ya lactic wanasema watafiti. Mtindo huo mpya ni salama kwa ajili ya uzalishaji mkubwa, lakini tatizo ni kuwa mtindi wa jadi ulikuwa na bakteria hao wawili pamoja na wengine wengi ambao huongeza ladha ya kiasili, anasema Veronica Marie Sinote, mwandishi mkuu wa utafiti huu na mtaalamu wa biolojia ambaye pia ni mhadhiri msaidizi kutoka chuo kikuu cha Copenhagen. Katika majaribio mwisho watafiti walikamua maziwa ya ng'ombe, kuyapasha moto, kuyamimina kwenye chupa, wakaongeza sisimizi hai wanne, kisha wakafunika. Marai Sinote anasema kuwa ingawa kulikuwa na baridi kiasi na ugandishaji ama uchachushaji haukuwa wa haraka sana, lakini siku iliyofuata maziwa hayo yalikuwa yameanza kuwa mtindi na kwamba yalikuwa na ladha ya uchachu kidogo na yalikuwa yameanza kuwa mazito. Ili kujaribu jinsi mtindi wa sisimizi unavyoweza kutumika jikoni, timu ya na utafiti na ubunifu katika mgahawa wa Alchemisti walitengeneza sahani tatu, ambapo sahani moja walitumia sisimizi waliokuwa hai, sahani ya pili walitumia sisimizi waliohifadhiwa kwa barafu na sahani ya tatu walitumia sisimizi waliokaushwa. Sahani ya kwanza ilikuwa na ice cream ya antwich, yani sandwich ya sisimizi iliyotengenezwa na mtindi wa kondoo, yani maziwa mgando ya kondoo, na ulikuwa umechachushwa kwa kutumia sisimizi hai. Ice cream hiyo iliwekwa kati ya biskuti zilizoumbwa sisimizi na jeli yenye kiini cha sisimizi. Kwa mujibu wa utafiti huo, sisimizi waliongeza ladha kali na ya kipekee ya uchachu, ambayo ilipingana vema kabisa na mafuta ya maziwa. Sahani ya pili ilikuwa na maziwa ya mbuzi, ambapo sisimizi waliokaushwa walitumika kuanzisha uchachushaji wa maziwa. Kwa mujibu wa utafiti huo, ladha yake ilikuwa kali na yenye harufu ikilinganishwa na jibini lililoiva. Na sahani ya mwisho ilikuwa na kikombe cha kinywaji kilichopikwa na maziwa kawaida. Kemikali kutoka katika matunda ya citrus hutumika kugandisha maziwa kabla ya kuyachuja na kupata kinywaji kilichotakata na chenye ladha tajiri, lakini safari hii sisimizi waliokaushwa walitumika kusababisha mgando. Kinywaji hicho pia kilikuwa na apricot na konyagi. Kinywaji hicho kilichopikwa kwa maziwa kilikuwa cha kushangaza, cha ajabu kweli, kwa sababu kilikuwa na uchachu wa sisimizi ambao ni walimao, lakini ni ya kipekee zaidi ya ladha ya limao ya kawaida anasema Marie Senote. Anaongeza kuwa ladha ya kinywaji hicho ilikuwa laini ya ajabu kama hariri. Wewe ukigundua kwamba mtindi uliotengenezwa viwandani na makampuni ya kuuza maziwa unayoyanunua kila mara na unayapenda, ukagundua kwamba umewekewa baadhi ya wadudu ambao hukuwahi kufikiria kama wanaongeza ladha, utafanyaje kwenye